Ni moja kati ya mchezo ambao umekuwa gumzo kulingana na matokeo ya mchezo wa awali. Timu hizi zilitoka sare ya kufungana goli moja kwa moja. Bila shaka ni mchezo ambao kama ambavyo tumetangulia kuzungumza kwamba umekuwa na mvuto wa kipekee na kitapigwa kweli kweli hapa leo, kulingana na mchezo wa awali matokeo. Eh, Asmani Abdalla mfumo wao ni 4-4-2 na Isa Kayeyo mchezaji wa zamani wa Titi Munda eh, Ashanti United Hashim Ilunga, Frankie Koma Komola, Stan Stanley na 442 mfumo pia ukitumika, lakini kule kuna Hadi Vumbi, eh, Mike Kungwi, eh, Victor Ndozero, naam, wanakaribisha dakika 90 Omar Yusuf, karibu katika dakika 90 za mpambano Ilala Veterans the dhidi ya Azam FC eh, veteran, vyovyote vile utakavyoweza kuita ndio hivyo hivyo, eh, veteran veterans Eh, ndivyo utakavyoweza kuita ndo hivyo hivyo, tafsiri yake ni watu ambao wakongwe. Haya, imefika sasa. Abdul Karim anaweka moja mrefu nzuri na kula nguzo na kwenda nje na kula nguzo ile. Eh, Popat nahodha huyo wa Azam alijaribu shuti la mbali eh, alitaka kupima uwezo wa mlinda mlango Uthmaniya Abdullah huduma inayostahili haya. Mshambuliaji mmoja kwa walinzi wawili wa Ilala, finya vizuri kabisa, anaitengeneza tena, kila pangua pale. Goalkeeper Said Saidi Muhammad alimchungulia goalkeeper Uthmani Abdullah, akapeleka pembezoni kabisa kule, lakini ametenda haki mlinda mlango ee, Saidi Muhammad alichungulia upande wa kulia wa mlinda mlango Uthmani Abdullah. Safu yao ya ulinzi imetulia jaribu kucheza tena nafasi hiyo, fika bado, wanaandika bado wanasimama imara, almanusro apate bao Azam. Uh, lakini Moses Mtanduka kimwangalia yeye peke yake ndo star katika timu hii. Saidi Mohamed inawekwa nafasi anachea ia Faisal Ali walicheza kandanda moja safi sana, ligongeana ule mpira umekwenda nje na kwa ni goal kick. Faisal Ali inafika tena Said Mohamed, lakini akataa ile inakula eh, mlingoti na inarejea, inarejea tena kiwanjani. Almanusul Azam wapate bao akajaribu uh, kuwapepeta pepeta, nakwenda kugonga nguzo Anton, tena jaza mpira mrefu, nafasi kwa Ilala, anaweka mpira ule nakula nguzo, gonga mtambao wa Panya. <tinyo> fika tena uh, cheza vizuri Feisaly Ally, wekwa mpira mrefu mbali kule, napangua ule mpira, inakuwa ni kona ile oshwa msuri ule wa mbali, tuone kama aliigusa. Hapana, amekula nguzo, amekwenda nje, gol kick. Haya, nafasi kwa Ilala sasa, ameingia kwenye nafasi nzuri. Haya, hivi ndivyo ambavyo tulitaraji zamani kabisa, wakati kulikuwa na mchezaji Yanga anaitwa David mjanja <laughs> <laughs> Akili yake imemtumba, goli liko <laughs> upande ule ambapo imewekwa. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> tena kwenye nafasi, mpira mrefu na cheka kule, atakwenda anapangua pale golikipa Othman Abdalla, kama Azam Veterani itakosa ushindi leo basi goalkeeper Othmani Abdallah wa Ilala uh, atakuwa amefanya kazi moja ya maana zaidi na kihistoria. Ilala ina bahati pia ya kupata walinda milango wazuri tangu zama na zama, na kocha anaambia tulieni, e, tulieni, mpira ni mapumziko. Dakika 45 za kwanza zimekamilika, timu hizi zinatoshana nguvu. Hakuna mbabe. Haya, karibu katika dakika 45 za pili, ambapo Ilala Veterans wenyeji sifuri Azam sifuri. Ni moja kwa moja kama kawaida, na bila shaka tunarejea katika kipindi ambacho tunaweza tukashuhudia, mimi ni Hassan Mvula, tukashuhudia ubora zaidi ya ule ulioonyeshwa katika kipindi kwanza Nicodemus Miringa. <coughs> lefali anasema ni penalty, anaambia amejiangusha, ameonywa kwa kumgiribu mwamuzi. Nicodemus Miringa amejiangusha, kumgiribu mwamuzi. Nicodemus ameona ile safari bora ianzie huku huku. Victor Victor Ndozero ameona isiwe tabu, na aheli ya lawama kuliko fedhea, kamvuta ile kaptura eh. Asingefanya vile basi kungekuwa kuna madhara. Kadi ya njano Cantona aliweka ule mpira katika umiliki wake, aliweka umiliki madhubuti kabisa. Nicodemus haya, kwenye nafasi nzuri, peleka mpira ule. Anaandika bao la kwanza! Baada ya juhudi za muda mrefu, hatimaye Azam Veteran wanapata bao ambalo linaamsha furaha katika bench na Kantona anakwenda kumpongeza. Ni mpira ambao ulipigwa, walinzi wa timu ya Ilala wakimwacha Faisal Ali, mara hii akafanya utulivu wa kumwangalia mlinda mlango Othmani Abdallah, Saif Huseni Mkongo, Mkongo seti unapigwa mpira ulounakwenda ndani ya nyavu moja moja moja moja. Shuti lile ambalo pengine mlinda mlango Haji Vumbi yakuweza kudhani kwamba mpira ule utakuja kwa kustukiza. Ilala Veterani wanasawazisha, alitengenezewa ule mpira kwenye D, mkwaji wake ule unakwenda moja kwa moja kwenye nyavu za timu ya Azam na wanasawazisha na kufanya upinzani wao kuendelea. militare piga kona juu juu, unajibiwa, unacheza mpira unakwenda ndani ya nyavu, bao la pili, bao la pili, goli la pili, nakwenda kuunganisha kwa kichwa ule mpira vizuri kabisa, analalamika, mpigwa kona Moses Mtanduka alikwenda akajitwisha. Moses Mtanduka amekwenda kujitwisha mpira ule. Haya, mitare tare anaiweka ile ngoma kwenda mpira nje kwa goal kick. Ilikuwa e, ni nafasi nzuri ambapo goalkeeper alitoka kwenda kutibua mipango na kutibua ile plani. Kadi ya njano anaonyeshwa mlinda mlango Othman Abdallah Saif, mtoto wa mwanasoka wa zamani wa kimataifa wa Tanzania Abdallah King Kibadel. Mpira umekwisha, dakika 90 zinamalizika. Ilala wanaibuka wababe dhidi ya Azam na bila shaka wanapongezana kwa ushindi waliopata katika mchezo huu. na Ilala Veterans mbili, Azam FC moja. Asante na kwaherini.